Kanisa la Tabora of Glory gtg kawe linakualika kualika rasmi katika semina ya kufungua mwaka 2026 kuanzia tarehe moja hadi tarehe nane mwezi Februari. Somo kuu katika semina hii ni mwamini amepewa mamlaka ya kumiliki na kutawala. Mwalimo, na kutawala mwalimu na mchungaji Elingarami polisi atafundisha kwa siku zote nane, semina ni saa kumi na nusu jioni hadi saa kumi na mbili kamili jioni, na kwa siku za Jumapili semina itaanza saa moja kamili asubuhi Tatu. na baadaye saa nne kamili asubuhi hadi saa 6 mchana ni hapa hapa Tabana of Glory tj Kawe ukwamani, nyuma kidogo tu na ukumbi wa CCM au kituo cha mafuta cha kuma. Karibu tujifunze, tuijua mamlaka, tumiliki na kutawala. Semina hii tarushwa mubashara kupitia Sauti Kuu TV Online. Watu wote mnakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 7719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 ni saa moja dakika 36, kwa saa za Afrika Mashariki, Afrika ya Kati saa 12 dakika 36. Dakika 30 tu za kuangazia magazetini leo. Jina langu naitwa Dorcas Daniel, wengine huniita Double D, pande wa mitambo mwenzangu ni Freedom Richard. Mshirika wetu asubuhi leo ni kanisa la Tabernacle of Glory TAG Kawe. Nikukumbushe kusubscribe kubonyeza alama ya kengele na kutufuatilia katika mitandao yetu mingine ya kijamii, Instagram, Facebook na TikTok kama Sauti Kuu Cool TV. <coughs> Magazetini leo inakujia Jumatatu hadi Jumamosi majira ya saa moja na nusu asubuhi. Tunaangazia sehemu mbili tu, ya kwanza habari za kitaifa na kimataifa, ya pili michezo na burudani. Ya kwanza ndio ambayo ninaanza nayo sasa. Mwananchi limeandika, zungu afukua matobo amtwisha zigo Mwigulu. Zungu yani Spika wa bunge afukua matobo amtwishe zigo Mwigulu, yaani waziri mkuu. Habari hii imetajwa ukurasa wa nne kwa kina. Suluhisho kero za wanafunzi, vile vile ni habari ambayo imeelezwa hapa. Museveni atua nchini, miradi hii yahusishwa. Nyuma ya urembo wa hina kuna haya, nyuma ya urembo wa hina kuna haya. Mwananchi limeandika habari hiyo katika ukurasa wake wa ndani kwa kina ujenzi barabara ya Mandela kumaliza msongamano daa. Sawa, naondoka katika nakala hiyo, nikitupia macho nakala ya gazeti Mwananchi Huru. watoto 140 wapatikana kwa upandikizaji mimba ni tangu kuanzishwa kwa kituo cha Kairuki KGIFV miaka mitatu iliyopita. Serikali yasema teknolojia ya lesa itaongoza, eh, itaongeza idadi ya watoto Jumuiya ya wasioona waipa Kongole PASSF, habari ambayo imetajwa hapo. Aporwa milioni 54 na kujeruhiwa kwa risasi akitokea benki Songea. Nemke atoa elimu ya mazingira, kongamano la anwani za makazi, da bari imeelezwa eh, katika gazeti Mwananchi huru. Naondoka hapo nikiangazia raia mzalendo, ukweli na uwazi. Mtambo wa kisasa kusaidia ufanisi wa upandikizaji mimba ni habari ambayo imeandikwa ukurasa wa mbele wa gazeti Raia Mzalendo. Pia SSF imetujengea ujasiri na kujiamini jumuiya ya wasioona, wakurugenzi ofisi ya msajili wa hazina wapigwa msasa, apigwa risasi na kuporwa milioni 54 akitokea benki huko mkoani Songea. Gazeti Raia Mzalendo, ukweli na uwazi, linaandika Achilia mbali gazeti hilo, gazeti Mtanzania leo kazi ni kipaumbele chetu, kama yangu ninavyoipa kipaumbele asubuhi hii. Kairuki aja na mtambo wa kisasa wa kusaidia ufanisi upandikizaji mimba, serikali yaipongeza kwa kuwa ya kwanza kuingiza teknolojia hiyo ya laser. Watoto 144 wazaliwa KG IVF kwa upandikizaji mimba, huku jumuiya ya wasioona PSSSF imetujengea ujasiri na kujiamini. Nemki asisitiza uzingatiaji kanuni za mazingira kwenye anwani za makazi. Mbunge aliyeshindwa kujieleza kwa kizungu ashinda kwa kishindo, mbunge aliyeshindwa kujieleza kwa kizungu ashinda kwa kishindo. Habari imetajwa katika gazeti Mtanzania, leo kazi ni kipaumbele chetu. Na ondoka hapo, nikiangazia Taifa Tanzania, uzalendo kwanza. Rais Samia na Museveni kujadili bomba la mafuta. Haya ni kufuatia ziara ya Rais Museveni nchini. Serikali yatekeleza serikali yaelekeza kasi mpya ya maendeleo. Profesa Said Mohamed eh, ongezeko la wanafunzi halizuii ufaulu katika mitihani, habari ambayo imetajwa katika gazeti Taifa Tanzania uzalendo kwanza gazeti Habari Leo gwiji la habari Tanzania asubuhi ya leo limeandika, Dokta Mwigulu ataka vitendo kero e Ardi, ya ardhi, serikali yasikie kilio cha wabunge, tathmini ya miradi, Samia azidi kung'ara kimataifa, wanawake wanaovaa viatu virefu kazini, haya yawasubiri. <coughs> <coughs> <coughs> wanawake wanaovaa viatu virefu kazini, haya yawasubiri. Yapi hayo yanayotusubiri? Zungu anasema tuitumie historia ya dini kuvutia watalii. SMZ kutafuta vyanzo vya uhakika vya umeme. Nakala ya gazeti Habari Leo gwiji la habari Tanzania inaeleza mtazamaji. Naondoka hapo nikiangazia Nipashe, Mwanga wa Jamii. Serikali yatangaza faraja kwa wenye magonjwa sugu. UN ya, eh, UN yapongeza hatua za Tanzania kuhusu Matukio ya Oktoba 29. Marekani yakabidhi vifaa kulinda mipaka. Dkt. Nchimbi ataka wana CCM kuwa kimbilio la wanyonge. Habari imeelezwa hapo iswaaumz Wahadzabe walia kudhalilishwa matumizi mabaya akili unde, eh, Wahadzabe walia kudhalilishwa, matumizi, mabaya, akili, unde. Haya bwana, wadau watoa mapendekezo sita kukomesha ukeketaji. Habari hizi na nyinginezo utazipata katika gazeti Nipashe, mwanga wa jamii. Gazeti wa Machinga, sauti ya wanyonge, limeandika UN yampongeza Rais Samia kwa kuunda tume ya uchunguzi, yasisitiza ya umuhimu wa maridhiano Tanzania kuimarisha mshikamano wa kitaifa na kulinda haki za binadamu. Nakala ya gazeti wa Machinga inataja habari hiki ambatana na habari na picha kimuonyesha Rais Samia Eh, katika mazungumzo Dkt Mwigulu Tanzania kuwa kitovu cha usafiri na usafirishaji wa bidhaa Afrika. Wakurugenzi ofisi ya msajili wa hazina wapigwa msasa kwa siku tano. Rais Dkt Samia kuzindua soko la Kariakoo Februari 8 2026. Rasi Chelamila anatuambia, ukurasa wa saba unaeleza Museveni kuanza ziara ya kikazi huku nchini Tanzania hii leo naondoka hapo nikiongezea gazeti Mwana Habari, gazeti bora kwa ubora zaidi. UN yahimiza maridhiano uponyaji Tanzania, habari pekee iliyokolezwa wino katika nakala hii. Tanzania kuwa kitovu cha usafirishaji. Samia afanya uteuzi viongozi serikalini. Rais Museveni kutua nchini leo kwa ziara ya siku moja tu. Gazeti hili linaeleza undani wa habari hiyo mtazamaji. naondoka hapo nikitupia macho gazeti Uhuru ukweli daima. Habari kubwa anasema kariakoo kimataifa zaidi ni habari ambayo imepamba ukurasa wa mbele wa gazeti hili na imeandikwa kwa kina katika ukurasa wa pili. Mambo usiyoyajua wagonjwa wa kifafa vile vile ni habari utakayoipata katika ukurasa wa tatu wa nakala ya gazeti Uhuru ukweli daima. Rais Samia achomoza kati ya wanawake 100 wenye ushawishi Keki ya birthday uswazi kwa buku, eh, keki ya birthday uswazi kwa buku, eh, buku. Eh, inakuwa saizi gani basi? Mimi na wewe hatufahamu saizi ya keki ya birthday uswazi kwa buku tu. Mwigulu ageukia miradi inayosuasua habari imetajwa katika gazeti Uhuru ukweli daima. Gazeti Zanzibar leo kwa ukweli na wazi, Dr. Mwinyi, waumini tujiandae kupokea mwezi mtukufu Bilashaka mwezi mtukufu wa Ramadhani. E, jaji mahakama kuu asisitiza uwajibikaji uadilifu. Arasi yaagiza operesheni kudhibiti ajali barabarani. Walimu wahimizwa kuleta mapinduzi utoaji elimu kwa watu wenye ulemavu. Hatutarajii upungufu bidhaa za chakula mwezi wa Ramadhan, habari ambayo imeelezwa hapa. Ajali za barabarani zaendelea kuwa tishio, na kala ya gazeti Zanzibar leo inaandika Nakala hii inatamatisha pia sehemu ya kwanza ya magazetini leo, iliyo mahususi kwa habari za kitaifa na kimataifa, na inatupa nafasi ya kupata mapumziko mafupi. Nikirejea hapa, ni wasaa wa habari za kimichezo na burudani. Jina langu ni Dorcas Daniel.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 0678813891. Karibu katika sehemu ya pili ya magazetini leo iliyo mahususi kwa habari za kimichezo na burudani. Kama ndio kwanza unaungana nami hivi sasa, bado hujachelewa. Sauti Kuu TV Online ndio ambayo inakuletea matangazo haya moja kwa moja na unaweza kusubscribe sasa basi kama haujafanya hivyo, na kubonyeza alama ya kengele ili kuwa mdau wetu kila itwapo sasa kila itwapo leo, kwa kuzipata taarifa zetu kwa wakati. Kumbuka kuwa mshirika wetu asubuhi ya leo ni kanisa la Tabernacle of Glory TAG Kawe, waliopo pale Kawe Ukomani, nyuma kidogo tu ya ukumbi wa CCM pamoja na kituo cha mafuta cha Puma kiendelea kukualika na kukukaribisha katika ibada zao kama ambavyo itakuwa kesho. Kila Jumapili wana ibada mbili: ya kwanza saa moja kamili asubuhi hadi saa tatu na ya pili ni saa nne kamili hadi saa sita mchana. Nakumbuka kuwa ibada ya kesho, ibada zote mbili za kesho, bado ni muendelezo wa semina kubwa ya kufungua mwaka elfu mbili na ishirini na sita inayoendelea kwa takribani siku ya saba sasa, leo Eh, kanisani hapo na kesho itakuwa siku ya nane ya kilele cha semina hiyo inayofundishwa na mtumishi wa Mungu beba maono wa kanisa hilo mchungaji na mwalimu Elingarami Samuel Munisi. Eh, ujumbe wa somo hilo basi ni mwamini anayo au amepewa mamlaka ya kumiliki na kutawala. Matangazo hayo pia ya kesho yataruka kupitia Sauti Kuu TV online, kadhalika Rev Elingarami Munisi online TV. Subscribe katika chaneli zote hizo mbili na ubonyeze alama ya kengele. Naitwa Dorcas Daniel, Taifa Tanzania, uzalendo kwanza. Gazeti michezoni limeandika Dr. Nchemba, mafanikio ya michezo eh, nchini ni maono ya Rais Dr. Samia Steve Baker tunazitaka alama tatu dhidi ya Petro Atletico. Vile vile habari hii imeelezwa hapa, pakome tutahakikisha, e, tunapata ushindi leo. Haya, taifa Tanzania michezoni limeandika hayo habari leo, limeandika karata muhimu Yanga Azam, e, Stars kuweka kambi mali ya Afcon 2027 Pamba ya Ngara, e, Kirumba Prisons mashujaa sare habari hii pia imetajwa katika la hiyo. Naondoka hapo nikiangazia gazeti e, wa machinga ukurasa wake wa mwisho umeandika Laurindo Depu mchezaji bora Yanga. Laurindo Depu mchezaji bora Yanga Simba. Yanga uwanjani leo, Angola na Morocco. Azam Maniema, mechi ya kibabe shirikisho. Pamba Jiji ya Chapa Coastal Union habari ambayo imetajwa katika gazeti wa Machinga Spoti e, unaweza kupata nakala hiyo kwa kina. Mwana habari limeandika kocha Yanga jamae ataisaidia Yanga. Simba haitaki unyonge, yaipania Petrol Atletico. Pamba e, jiji yaifundisha mpira Coastal Union. Tuzo ya NIC, e, tuzo ya NIC ya Yanga imekwenda kwa Depu. Gazeti mwana habari linaandika habari hiyo ya kimichezo na burudani kwa kina, lakini vilevile ndio gazeti pekee ambalo asubuhi ya leo, weekend ya leo ya tarehe saba ya mwezi wa pili, elfu mbili na ishirini na sita inatamatisha magazetini leo. Saa 1 dakika 49 saa za Afrika Mashariki, Afrika ya Kati saa 12 dakika 49 na sekunde nyingi tu. Jina langu naitwa Dorcas Daniel, wengine huniita double D. Kanisa la GYTG Kawe linakualika kualika rasmi katika semina ya kufungua mwaka 2026 kuanzia tarehe moja hadi tarehe nane mwezi Februari. Somo kuu katika semina hii ni mwamini amepewa mamlaka ya kumiliki na kutawala. Mwalimu na Mchungaji Elingarami Mulisi atafundisha kwa siku zote nane. Semina ni saa kumi na nusu jioni hadi saa kumi na mbili kamili jioni, na kwa siku za Jumapili semina itaanza saa moja kamili asubuhi sa na baadaye saa 4 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana, ni hapa hapa biori t Kawe, uko nyuma kidogo tu na ukumbi wa CCM au kituo cha mafuta cha Kuma. Karibu tujifunze, tuijua mamlaka tumiliki na kutawala. Semina hii tarushwa mubashara kupitia Sauti Kuu TV Online. Watu wote unakaribishwa. Kwa wasilyamu zaidi tupigie simu namba 717195 sifuri tatu sifuri au sifuri saba nne tatu sifuri moja tatu mia tisa arobaini na nane.